Asante kwa kusalia nasi. Karibu. Hii ni uh, mjadala kuhusiana na kinachoendelea kati ya mzozo wa Iran pamoja na Israeli ikiwa Juni kumi na tatu Israeli ilifanya uvamizi kule Iran na mengi yamekuwa yakiendelea. Uh, tangu wakati huo mpaka hivi sasa, tutagusia zaidi kuhusiana na kinachoendelea kwa sasa, suluhu linaweza kuwa nini, lakini chanzo pia cha mgogoro wakati huu na uhusika wa Marekani katika hili. Na hapa studioni tunaye Deus Kibamba, mchambuzi wa masuala ya diplomasia, karibu sana yes. Lakini kwa njia ya mtandao tunaye Abdul Shakur Abud, mwandishi wa habari kutoka kule Marekani, karibu sana Abdul Shakur. Asante sana, shukran, naam, asante kwa kuungana nasi na kwanza tuanze kwa kuelewa hasa uh, kwa sababu tumeona pia kati ya mgogoro huu wa Israel na Iran Marekani ikihusishwa, lakini sambamba na hilo tunaye pia Abdulaziz Jaad ambaye ni mchambuzi wa masuala ya kimataifa akiwa kule Uingereza. Habari za hapo uh, bila shaka uko Dar es Salaam sasa, karibu sana mm-hmm. Asante sana asante sana, nam nipo jijini Dar es Salam. Ah, karibu Dar es Salam. Naam, shukran sana Abdul Shakur, pengine tukianzia kwako kupata uelewa wa eh, namna Marekani, kwa sababu imekuwa ikihusishwa pia katika mgogoro huu, ni kwa vipi eh, imekuwa na uhusiano huu ama inaingia vipi katika mgogoro huu? Asante sana. Marekani ina mchango mkubwa sana katika vita hivyo vilivyotokea kati ya Israel na Iran. Tunakumbuka kwamba Marekani mwishoni mwa wiki ilishiriki kwa kushambulia vituo vya kurutubisha nishati ya uranium na nuklia ya Iran na imefanya mashambulio katika vituo hivyo vitatu. Kwa hivyo imehusika moja kwa moja, lakini vilevile Rais Donald Trump amehusika katika kutangaza usitishaji wa vita hivyo vya siku kumi na mbili. Kwa hivyo Marekani ina upande mbili au zaidi katika hali hii ya mapambano kati ya Israel na Iran, na vilevile hivi sasa inaelekea katika hali ya kujaribu kuleta suluhu kati ya pande hizo mbili na kujaribu kuona kwamba hali ya amani inapatikana huko Mashariki kwa ujumla. Manake kuna swala vile vile, baada ya Iran na Israel lazima paingizwe swala la Gaza. Kwa hivyo Marekani inahusika moja kwa moja katika kusimamia mambo haya yote. Mm, hali ilikuwa tulivu na Israel ndio ikaanza mashambulizi kwa Iran mnamo e, Juni kumi na tatu, e, kwa nini hasa ilifanya hivyo wakati huu? Israel, hasa waziri mkuu wake Benjamin Netanyahu, amekuwa kwa karibu miaka ishirini au thelathini akidai kwamba Iran iko karibu na kutengeneza bomu la nyuklia au silaha za nyuklia. Kila wakati amekuwa akitumia kisingizio hicho, akisema kwamba Iran iko karibu. Kwa hivyo kufikia Juni kumi na tatu ndio alianza mashambulio. Anasema hakuna njia Iran inaweza kufikia makubaliano ya mazungumzo. Itakumbukwa kwamba Marekani pamoja na Iran zilikuwa zikifanya majadiliano kati ya Geneva na Oman kujaribu kutafuta suluhisho, lakini inaonekana Netanyahu waliona kwamba huenda makubaliano yakafikiwa na, na hayatozuia kabisa uwezo wa Iran kutengeneza silaha, akajiamulia mwenyewe kuishambulia Iran, jambo ambalo amekuwa na nia tangu miaka ishirini thelathini hivi sasa akitaka kuweza kushambulia Iran kujaribu kuzuia na amejivunia kabisa baada ya mashambulio hayo kwamba yeye amefanikiwa kuharibu kabisa vinu vya kutengeneza silaha za nyuklea vya Iran. Kwa hivyo amefanya hivyo katika kujaribu kufuja juhudi za kidiplomasia kama wairan wenyewe wanavyosema. Uh, Jihad kwa uh, upande wako tumeona tangu uh, Donald Trump amerejea madarakani ni kama muda wake mwingi anashughulika na migogoro na pengine kuharibu uhusiano wake kidiplomasia uh, na mataifa mbalimbali tunafahamu mbali, sera zake nyingi uh, na masuala yake mengi lakini pia kuwa nyuma ya hili na kutajwa kwenye hili karibu. Asante sana, um... Kweli uh, miaka yake minne ya mwanzo alijitahidi sana kuwa ni rais ambaye hajaingia vitani katika historia ya marais wa Marekani. mm -hmm. lakini tunaona kwamba kuna mabadiliko makubwa sana ya uh, ya Donald Trump toka alipoingia. Mwelekeo mkubwa ulianza kuanza katika vita vya Ukraine, ambapo kwa kiasi kikubwa ameshindwa kuvizuia mpaka sasa hivi, na vikiendelea, kule Urusi ikiendelea ku Eh, kuivamia na kuipiga Ukraine kwa sababu ambazo ziko nje ya mazungumzo haya, lakini wakati huo huo tunaona kwamba amevutwa kiasi kikubwa na Israeli kuingia katika mgogoro huu, ameshindwa kabisa kukaa neutral na imebidi sasa aingilie, uh, katika uovu huu. Bwana eh, Abdul Shakur Abud amezungumza nadharia ya kwanza kwamba, uh, Israeli ameamua kuingia yeye mwenyewe katika kuharibu yale mazungumzo ambayo ilionekana kwamba Iran wanaweza wakatiliana saini mkataba wa kuzuia au kuendelea ku, uh, kuwa na teknolojia ya kiraia sio ya kijeshi ya kinyuklia, lakini wakati mwingine inaonekana wazi kabisa kwamba ulikuwa ni mpango wa pamoja wa Israeli na Marekani ambayo sera yao ni moja, kuhakikisha kwamba Irani haiwi na bomu la nyuklia mm -hmm. na wala teknolojia ambayo itafikia kutengeneza bomu la nyuklia. Kwa hiyo kistratejia inaonekana wazi kabisa kwanza, kwamba Marekani ilitambua hilo na ndio maana ikaanza kuondosha wafanyakazi uh, wa kibalozi katika nchi za Ghuba zote masaa ishirini na nne kabla ya uvamizi. Kwa hiyo inaonekana wazi kabisa Marekani ilijua na pia vilevile inaonekana wazi kabisa baada ya hapo, uh, Donald Trump alitoa siku kumi na nne kwamba ndio zitazoamua hivi vita mm -hmm. na tunaona kwamba sasa hivi ni siku kumi na mbili ambazo ziko ndani ya zile siku kumi na nne. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba walikuwa wamepanga nini. Kwa nini wamezuia siku kumi na nne? Wataalamu wa kivita wanazungumza kwamba Uh, Israeli ilikuwa ina makombora machache ya kutungulia mm -hmm. makombora ya uvamizi ya Iran sa, na sa, yangedumu sizidi zaidi ya siku kumi na nne. Kwa hiyo ilionekana wazi kabisa kwamba Marekani ikiongozwa na Donald Trump mm -hmm. hatimaye itaingilia na kumsaidia uh, Israel ili asipate madhara makubwa zaidi hata kama Israeli mm -hmm. ilikuwa inamwelemea Irani, lakini vile vile Israeli mara ya kwanza katika historia amewahi kupigwa ndani ya Israeli uh, ukilinganisha na vita vyote vya 67 uh, 73 na vita vingine vya katikati. Kwa hiyo Marekani alibidi aingilie kati. Sasa Jad Jaad, uh, deuskibamba uh, tumemsikia Abdul Shakur pamoja na uh, Abdul Aziz Jaad <coughs> sababu ambazo zinatajwa ni pamoja na uwepo wa nuclear Iran. Kwa nini hmm, Iran inapigwa vita juu ya umiliki wake wa nuclear? Katika hali ya kawaida kwanza nawashukuru kunikaribisha. Katika hali ya kawaida, kila nchi duniani yenye siti kwenye jumuia ya kimataifa yenye siti Umoja wa Mataifa inaongozwa kwa msingi e, kwa kizungu wanaitwa territorial sovereignty, kwamba wewe unachokifanya ndani ya nchi una uhuru juu ya unayoyafanya. Kuna misingi mingine, kanuni nyingine zinazoongoza E, mahusiano ya kimataifa mm -hmm. kwamba endapo unachokifanya ndani mm -hmm. <laughs> na hii sasa ni taaluma mm -hmm. kinaweza kuwa kinadhuru watu wako mwenyewe mm -hmm. au kinaweza kudhuru jumuia ya kimataifa basi, e, uhusiano wa kimataifa umeweka taratibu za kwamba hapana, hatutakuacha hii mpaka mm -hmm. hapo unaweza kuona kwamba kama Iran inatengeneza nyuklia mbaya mm -hmm. basi jumuiya ya kimataifa ilikuwa ina haki ya kusema bwana, huwezi kutengeneza nyuklia mbaya, maana nyuklia hmm. siku ikitumika hmm. madhara yake hayaishii hatua tano ulizopanga wewe, madhara hmm. yake ni makubwa hmm. kwa kweli, anaweza kwenda kilomita miles nyingi zaidi ya ya ya, ya pale ulipolenga. lakini katika hilo kibamba kuna Ndi. mkataba ambao upo wa uenezwaji huo wa silaha za nyuklia wenyewe kwa Iran wamesaini, Israel hawajasaini so. mm -hmm. Hii ni kama inaonekana Iran wao hawana silaha na Israel wamekataa hata kukaguliwa. Katika hili labda niseme kwamba nimezungumza kuhusu nyuklia mbaya. mm -hmm. <laughs> zipo nyuklia nzuri, kwa sababu nyuklia pia mm -hmm. ina matumizi zaidi ya kulenga kupiga watu. Nyuklia ni nishati mm -hmm, iko sehemu kubwa nyuklia inatumika katika ku, ku, kuleta nishati Hmm. kwa mfano kuendesha mitambo hmm. kwa mfano sasa, ukijiuliza nilisema kwa dhana ya kawaida e, dunia imekubaliana kwamba ingawa kila nchi ina uhuru wa kuendesha mambo yake, ikiwemo kujenga viwanda unavyotaka, ikiwemo kuweka mitambo unayotaka, lakini endapo utakuwa unafanya vitu ambavyo vinaweza vikaiangamiza dunia hmm. basi imekubalika, ndio unazungumza mikataba mbalimbali hmm. huko ni kwa sijafika hmm. unaweza dunia haiwezi kukunyamazia. Niwambie kwa, kwa hali ya sasa mm. Hata nchi tu ikiamua kuua watu wake tu mm. Iwe inaua tu watu wake dunia haitakuacha mm. Zamani prinsipo hii ya uhuru wa nchi kuendesha mambo yake ilimaanisha kwamba nchi zilikuwa nyingine zinakutazama tu, zinakutazama kwamba kwamba ah, sasa mm. Hayo mambo ya, ya, ya ndani nchi. Kuna msingi unasema mambo ya ndani ya nchi yetu mm. Lakini niwambie kwamba ushahidi kwamba Iran in, inayo na inaendeleza nuclear mbaya mm -hmm. kwa matumizi mabaya haujakamilika, mm -hmm. haupo, na utakamilika vipi? hayo matumizi mabaya ni yapi? Matumizi mabaya ni pamoja na kupiga kusambaratisha, eh, mtu mwingine unaweza kupiga nchi nyingine mm -hmm. unaweza kufanya hivyo, lakini nachojaribu kusema ni kwamba mm -hmm. ili utafiti ufanyike na Iran iweze kuonekana inatengeneza nyuklia gani, basi ni lazima taratibu za kimataifa mm. zifanyike. Sasa hapo ndio narudi Abdul Aziz na Abdul Shakur wameshaanzisha, wamesema kwamba mm. E, kwa nini Israeli aende peke yake na kaka yake? mm. Kwa sababu Israeli anaonekana anakwenda peke yake na kaka yake. Wamejua vipi kwamba wao ndio watadhurika na hiyo nyuklia kwa hivyo utaratibu wa kawaida ungekuwa ni kwamba jambo hili liletwe kwenye uwanja wa kimataifa, katika mikutano halali, mikutano ya kujadili nyuklia iliyoandaliwa na na vyombo vya kimataifa kama Umoja wa Mataifa, ama kama ni jambo kubwa kiasi hicho, UN General Assembly yenyewe, Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa, kumuonya bwana Iran, huwezi kuendelea na tabia hii, kwa sababu hatutakuacha lakini mara kwa mara, masikitiko ya sisi wengine tunaochunguza masuala ya kimataifa ni kwamba ziko nchi ambazo zimekuwa hasa zikiwa eh, zina ushu, uswahiba na Marekani hmm, zimekuwa zikitaka kuendelea kushughulikia swala ambalo lingekuwa la kimataifa peke yake. Sasa, Deusi, Uh, umesema kwamba uh, nyuklia ya Iran ina madhara kwa dunia si ndio? Sijasema hivyo, nimesema nime umesema... ushahidi na mm -hmm. utafiti mm -hmm. kwamba nyuklia hii ni nyuklia gani wote mm -hmm. hawa mm -hmm. bado wameshindwa mm -hmm kuweza kufanya hivyo kwa sababu ili mfanye na hoja kwamba wana uh, kwamba wanaitaja kwamba ina madhara wa, wanasema endapo itakuwa yani au kutumika sasa asa, kwa nini Marekani na Israel ndio wawe na mashaka zaidi kama jambo huenda lika na madhara kwa dunia nzima? Labda Abdushakur atusaidie lakini hili lingefaa <laughs> Donald Trump ndio alijimba <laughs> kwa sababu <laughs> wote, kwa nini Israeli na, na katika hilo Abdushakur <laughs> pengine utuambie na pia mpaka sasa nadhani ripoti ya mwisho ilitoka kwamba majai Tisa. <laughs> Mataifa tisa yana umiliki wa nyuklia ikiwemo pia Marekani. Sasa hapa tumeambiwa kuna matumizi mazuri na mabaya pia eh. Labda tukuachie hilo tu, tuambie eh, na kwa kuelewa tu zaidi, eh, uh, na, kueleza zaidi anaosema eh, eh, ni kwamba swala lilouliza kwa nini Iran inafuatiliwa jambo lililoko hapa wazi ni kwamba kuna mkataba ambao unajulikana kama Non Proliferation Treaty, NPT, ambayo mm -hmm. ilitumika mwaka elfu tisa mia sabini mm -hmm. ilitoa njiani kuzuia na kuhakikisha kwamba silaha za nyuklia hazienezwi au hazienei, baada ya nchi hizo tisa, Iran ni moja kati ya nchi zimepigwa zimetia saini. Sasa kitu kinachotokea hapa, kuna nishati ya nyuklia ambayo inatumiwa kwa maslahi ya raia na nishati ya nyuklia ambayo inatumiwa kutengeneza silaha za nyuklia ambao ni bomu la nyuklia. Sasa kwa upande wa Iran, tatizo kubwa limejitokeza ni kwamba Benjamin Netanyahu peke yake anayeweka dhana kwamba Iran iko karibu kutengeneza silaha hizo za nyuklia na ni hatari kwa sababu ya Iran i, kwa sababu ya Israel, kwa sababu viongozi wa Kiislamu wamesema wanataka kuangamiza taifa la Israel, wanataka Palestina. Kwa hivyo swala lilioko hapa, Benjamin Netanyahu amekuwa akiendesha hoja hii au nadharia hii kwamba Teheran iko karibu ya kutengeneza silaha lakini vyombo vyote vya kimataifa idara za ujasusi, hadi kufikia Juni kumi na tatu wamethibitisha kwamba Iran haiko tayari kutengeneza silaha za nyuklia mm. Na kiongozi wa kidini Ali Khamenei, toka mwaka elfu mbili na tatu, kama sijakosea alisema kwamba Iran haitaki kutengeneza silaha za nyuklia. Kwa hivyo wamekwenda kuishambulia Iran kwa misingi ya uongo, kwa misingi kama vile Marekani ilivyoishambulia Iraq iliposema kuna silaha za kemikali. Kwa hivyo kwa vyovote vile, swala la kwamba Iran ina silaha au iko karibu kutengeneza silaha za nyuklia inatokana na wazo na kishindikizo cha Netanyahu. amesema okay, anataka kuzuia Iran kutengeneza hmm, silaha kwa sababu Iran ni kitisho kwa Israel. Hakuna ushahidi wowote hata CIA imethibitisha kwamba hakuna silaha za nyuklia zinatengenezwa na Iran, lakini hmm tunakumbuka kwamba kabla ya shambulio kutokea okay. Trump alipuuzi utafiti wa wa, wa wa idara za ujasusi za Marekani, akasema hiyo ni upuuzi. Kuna swala hilo, kwa sababu gani amechukua msimamo wa Benjamin Netanyahu, ikionekana amebadilisha msimamo wake. Kwa hivyo, kwa ufupi kujibu swala hilo kitisho cha Iran kinatokana na uongo unaoelezwa na Benjamin Netanyahu ambaye anataka kuangamiza Iran kutokana na utawala wa Kiislamu jihad. mm -hmm. Kwa upande wako sasa, uh, kama swala hapa kati ni uwepo wa nyuklia uh, kwa upande wa Iran ama uh, kuwa na shaka uenda wakatengeneza nyuklia sio kwa njema kwa dunia nafasi ya shirika la kimataifa la nishati ya nyuklia IAEA, wao nafasi yao ni ipi? Ni lazima eh, kukabiliana na Iran kwa njia ya mapigano, ama wao wanapaswa kufanya nini, na pengine hatua gani ambazo wamezichukua mpaka sasa? Asante yeah, uh, Abdull Shakour ameeleza vizuri kabisa dhana uh, kwamba vita vimekwenda kwa dhana mbovu ya kusema kwamba Iran inatengeneza bomo la nyuklia wakati zaidi ya miaka ishirini kilio cha mtu mmoja tu Benja, Benjamin Netanyahu kusema kwamba Iran ipo karibu kutengeneza bomu la nyuklia kwa siku kadhaa, kwa hiyo hiyo miaka zaidi ya ishirini, lakini hizo siku kadhaa zilikuwa hazifiki. Na wakati huo huo IAEA, eh, ui taasisi ya kuendeleza eh, eh, masuala ya, ya, ya, ya, ku, ya nyuklia hmm, huko nyuma tayari ilishasema kwamba Iran haina uwezo wa kutengeneza bomu la nuclear. Kilichozungumzwa pale kwamba mm -hmm. bomu eh, uranium iliyokuwa ikisafishwa kabla ya kujitoa katika mkataba ambao mkataba ni Donald Trump ndo aliojiondoa miaka minne nyuma, sio Iran aliusitisha ule mkataba wa kukagua vinu eh, eh, vya, vya, kusafisha uranium mm -hmm. ya, i, e wakazungumza kwamba mpaka sasa hivi ni asilimia sitini imezidi kusafishwa lakini bado ni chini ya kiwango cha kutengeneza bomo la nyuklia. Kwa hiyo nini ambacho kilichukua kinafanyika na, na IAEA kwamba walitoa taarifa kwamba Iran hatoi uwazi wa kukagua vile vinu, hajazungumza kwamba uranium iliosafishwa iko tayari kuwa na uh, bomo la nyuklia. Lakini hmm. Ukitizama huko nyuma IAEA wakati huo iko chini ya El Baradei, ilihusika na kuiambia dunia kwamba Iraq ya wakati ule ipo karibu kutengeneza bomu la nyuklia, wakati Iraq ilikuwa haina hata chembe ya uwezo ambao Iran inao mpaka sasa hivi. Kwa hiyo, katika jumuiya za kimataifa inaonekana kabisa kama taasisi hii licha ya kwamba ilitakiwa iwe ni neutral lakini inashirikiana na mataifa makubwa mm. kuchochea mm. uvamizi wa Iran. Kwa hiyo ina mkono wake kwa namna moja au nyingine. Naam, naam Jaad Kibamba, sasa ni kweli. Sasa baada ya siku kumi na mbili vita hii imeisha, baada ya usitishwaji kuzungumzwa ku, ama na nini, na, nani sasa amefaidika? ame, ame sijui sijui, kwa sababu mimi ni mshabiki wa ma, michakato inayoleta faida kwa wananchi mm. lakini pale tumeona watu wanapigwa, baadhi ya hii hi, hi, hi, michakato, baadhi ya hii mitambo ukianza kuipiga na kuisambaratisha madhara yake ni makubwa sana, yatakuja kugundulika baadaye. Yako maeneo mengine watoto watakuja kuzaliwa wakiwa hawana viungo vingine mm. Sasa hayo ndiyo madhara makubwa, kwa bahati mbaya ni kwa Irani yenyewe vita kadhaa zilizopigwa siku za nyuma, Marekani hapendi uwanja wa vita uwe kwake mm. Marekani anapenda uwanja wa vita uwe sehemu nyingine, kwa sababu ya madhara kama haya anayozungumza. Lakini kingine nilichotaka kusema ni kwamba endapo hali ndiyo hii, kwanza kuna suala la Marekani kuwa kwenye mchezo kila mara, yuko kwenye mchezo na hiyo ni kwa sababu yeye ni super power, yeye ni taifa kubwa. Lakini ungeweza kuwa taifa kubwa ukawa unatumia ukubwa wako vizuri. ukubwa wako unaweza ukautumia, sio kufinyafinya watu ukubwa hmm. wako unaweza ukatumia kuratibu hmm. michakato ya kidunia hmm. ili pale mnapoamua kama dunia kwamba huyu, pasipo shaka, lazima tumfinye, basi dunia inashirikiana na wewe kumfinya. Lakini Marekani tumeona mnajua, hata hapa Sudan tumezungumza hii ya, ya, ya Iran lakini hata hapa Sudan Marekani iliwahi kuamua kwamba Sudan inatengeneza silaha mbaya mm, ikasambaratisha e, walikuwa wanasingizia kwamba kuna madawa pale, hapa Khartoum viwanda vinatengeneza madawa mabaya kwa ajili ya maangamizo mm, wakasambaratisha wao wenyewe mitambo ikasambaratisha vile viwanda viwanda ambavyo Sudan ilikuja kudai vilikuwa ni kwa ajili ya kutengeneza madawa ya binadamu mm. Kwa, kwa hivyo hii uonevu wa namna hiyo ndio ambao lazima tuweze kufanyia kazi Prinsipo zilizoanzisha Umoja wa Mataifa. Umoja wa Mataifa haikuwa ni kwa ajili ya kutuma watu wakakulinde wewe usiku. Umoja wa Mataifa ulikuwa ni kuweka kanuni za kulinda wanyonge duniani, kwa sababu kabla ya Umoja wa Mataifa ilikuwa unaweza ukaonewa, aliye mkubwa akakuonea wewe, basi wewe huna la kufanya. Sasa unajiuliza baada ya Umoja wa Mataifa kuanza hiyo responsibility to protect ambayo ipo na, na upande ule mwingine kwamba kunatakiwa standards kuwe na viwango na kanuni za kulinda wanyonge hmm, iko wapi Umoja wa Mataifa uko wapi? Hili ndio swali. Naam, kama hilo ndio swali eh, Abdul Shakur, na tumesikia pia hata matamko kutoka Umoja wa Mataifa na lakini nguvu yake ni kama haipo eh, katika vita kama hivi vinavyoendelea. Naam, kwa hakika ni kweli umoja wa mataifa ni umoja wa nchi zote za dunia na tunajua nchi tano zenye nguvu za turufu zinaweza kuzuia ikiwa Marekani au Russia. Uh, lakini umoja wa mataifa, shirika la IAEA ambapo mkurugenzi wake mkuu Grossi amesema ni ushindi mkubwa wa kuweza kusitisha mapigano haya na ametaka serikali ya Iran haraka waweze kuwasiliana nao, waweze kwenda kufanya uchunguzi. Amethibitisha kwamba wafuatiliaji wake au wataalamu wake wako kule Iran hivi sasa, walibaki wakati wa vita, maanake itakumbuka kwamba vita vilianza siku moja baada ya idara hiyo kutoa taarifa kwamba Iran haifuatilii matokeo au haifuatilii vizuri mm. namna mikataba iliyowekwa. Kwa hivyo ukiuliza lile swala kwamba nani ni mshindi, hakuna mtu ameshinda katika vita mm -hmm. hivi wote, kila mtu anasema ameshinda, Iran, Israel na uh, Donald Trump, lakini mm. ukiangalia wote wamepata hasara. Ushindi kwa upande mmoja, Iran imeonyesha kwamba ina ujabari, inaweza kupambana na Marekani na Israel. Israel, Netanyahu anasema ameweza kufanikiwa kuangamiza nyuklia ya Iran, lakini idara ya ujasusi jana ya Marekani imesema athari zilizotokea katika vinu hivyo ni, ni kidogo sana. Kwa hivyo IAEA wanataka haraka uende waone kwamba mionzi ambayo imejitokeza kama ipo hadi hivi hmm, sasa haijaonekana kwamba imetokeza nyingi kuweza kuathiri binadamu. Kwa hivyo utakuta kwamba wote wamepata hasara na kwa sehemu fulani kila upande hmm, unadai kwamba umepata ushindi. Asante sana Jaad. Kwa kifupi sasa, tutegemee ndio imeisha kabisa ama, uh, kuna vichocheo vyovyote ambavyo vitakuja? Haijakwisha kuisha. Dhamira ya, ya Israeli ni kuhakikisha kwamba utawala wa Iran vile vile unaanguka, sio kuipiga tu peke yake, kwa sababu kiingereza tunaita hii ni existential kwamba inahatarisha uhai wa Israeli. Hiyo ni dhana ya Israeli, ikiwa ni dhana potofu au ni dhana ya kweli. Kwa hiyo bado hawajahakikisha kwamba utawala wa Iran umeanguka na wataendelea kupiga hivyo. Lakini haraka haraka izungumze kwamba Israeli ni siri iliyoko wazi, na wao wana wana mabomu ya nuclear Mwaka 1986 uh, jasusi mmoja ambaye sasa hivi amefungwa kifungo cha maisha kwa ajili ya kutoa siri kwamba uh, Israeli ina, ina, ina, ina mabomu zaidi ya mia mbili wakati ule. mm -hmm. Anaitwa Vonum bado amefungwa, yuko ndani. Kwa hiyo kwa kiasi kikubwa ugomvi huu haujakwisha, na huko mbele inawezekana kabisa Israeli ndio akawa wa kwanza kutumia mm -hmm. bomu la nyuklia katika kuangamiza adui yake yoyote ikiwemo i, uh, Iran ambayo imeonyesha ujabari mkubwa wa kuweza kuwapiga makombora ambayo hajawahi Israeli kupigwa toka kuanzishwa kwa mwaka 1948. Na asante sana Jaadi, ni Abdulaziz Jaadi huyo mchambuzi wa masuala ya kimataifa tukizungumza naye. Lakini uh, Abdul Shakur Abudi, tunakushukuru sana pia kwa muda wako, asante sana. Asante sana Deusi, tunakushukuru sana. uh, Deusi, tuna kabisa sawa, eh, sawa namna hiyo tunakamilisha mjadala juu uh, ya kile kinachoendelea katika mzozo wa Iran na Israel.